Nipongeze hatua ambazo zimeshafikiwa. Nimeambiwa kuna hati ya takribani bilioni moja na sehemu hivi ambayo inahitaji ya malipo. Sasa waziri wa nishati, wasiliana na wenzetu wa fedha, na nimesema waje wauone na huu mradi, ili hiyo fedha itoke, ili mradi uende kwa kasi, wananchi hawa wasipate shida, kama ambavyo mheshimiwa rais alitaka kutatua hilo tatizo, mradi uende bila kusuasua, fedha ije ile wanayodai, lakini na kazi iendelee. Na mheshimiwa waziri, kwa sababu kila wakati tunaonana, nitakuwa napata taarifa ya utekelezaji wa mradi inavyo inavyoendelea kwa miradi yote ya nishati na ya maji, pamoja na ile mingine iliyotajwa. Nitoe rai kwa wakandarasi iliyoko site iendane na fedha ambazo wamekwisha kuzipokea. Kuna baadhi ya maeneo nilikopita kule, unakuta mkandarasi anapewa fedha anapeleka kwenye shughuli nyingine. Tunataka fedha zote zinazotolewa kwa ajili ya mradi ziende kwenye mradi husika. Ujumbe huu wakandarasi wote waupate, fedha inayotoka tunataka ilingane na kazi ambayo imekwisha kufanyika, na kwenye hili hatuna mzaha. Hapa nina taarifa kamili ya mkoa mzima. Sasa mengine nitasema kwenye maeneo ya tukio, kwenye maeneo yanayohusika. Lazima tuione thamani ya fedha kwenye kila mradi. Nina matabu kadhaa hapa, mengine nimeyaweka hapo ya miradi yote, miradi yote ya maendeleo ndani ya mkoa wa Tanga zaidi ya bilioni kumi na tano zaidi ya miradi mia moja ya maendeleo, na taarifa yake ni nayo kwa wakandarasi, mpate huo ujumbe. Sawa sawa, tunataka kiasi cha fedha kilichopokelewa kilingane na kazi inayofanyika. Kuna mchezo huo. Inatokea serikali imeshatoa fedha. Kumbe yule mkandarasi amepeleka fedha kwenye shughuli zingine. Wengine fedha hizo zinalipwa kwenye akaunti za, za nchini kwao. Unakuta huko wana madeni, wanachukua fedha sisi tuliotoa ya mradi kwenda kulipa madeni ya makampuni yao nchini kwao. Kwao wananchi wanakuwa wanaona mradi unasuasua wakidhani serikali haijatoa fedha. Kumbe serikali imetoa fedha, zimekwenda kufanya shughuli nyingine. Tumesema watu wa aina hiyo wakipatikana na wengine tumeshawachukulia hatua. Lazima kasi ya mradi iendane na fedha zinazotolewa na serikali kwa mradi huu. Hapa nimeridhishwa kwamba fedha zimetoka na wanachodai ni takribani bilioni moja na sehemu hivyo. Mheshimiwa Waziri wa Nishati, fuatilia kwa wenzetu wa fedha, watoe hiyo fedha, mradi uendelee bila kusimama.